Msingi maandalizi yamekamilika kwa asilimia kubwa. Benchi la ufundi chini ya kata raia majeshi baba Isaya wametoka kuzungumza kuelekea kwenye mchezo huu wa kesho. Kwenye level ya uongozi, tunafahamu mchezo wa kesho ni mchezo mgumu, tunacheza na timu nzuri. Uh, wako kwenye msimamo kwenye nafasi nzuri, so tahadhari zote za kiufundi zimechukuliwa, zime kitu pekee ambacho naweza nikakizungumza kwa mashabiki ni kuwakumbusha wajibu wao mama wajibu wao mama ni kuja kuisapoti uh, timu yetu, hatuko kwenye mazingira salama na haya mazingira salama, ili tuweze kutoka hapa tulipokwenda kwenye hatua nyingine, ni lazima tuwe wamoja, kwa maana ya mashabiki kuweza kuisapoti timu yao. Uh, siseme kwa ubaya, lakini attendance <coughs> ya, ya mashabiki kwenye kwenye mechi zilizopita sasa hivi karibuni, hasa mchezo uliopita dhidi ya Namungo haikuwa nzuri. Kwa hiyo niwaombe mashabiki kwa kwa nafasi ya kipekee kwa kila mmoja waguswe kwa ajili ya kujitokeza kuelekea kwenye mchezo huu wa kesho. Vingilio kwenye mchezo wa kesho ni kama ambavyo vilipita kwenye mchezo uliopita. Uh, VIP zote itakuwa ni shilingi 5000 na mzunguko ni shilingi elfu moja ya Kitanzania. Tunaamini. Eh, tunaamini mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wanajitokeza kwa wingi kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Tabora United. Safari yetu ili ikamilike, safari yetu ili ifanikiwe ni pamoja na umoja, upendo na mshikamano. Na huo mshikamano ambao tunaoomba kwa mashabiki wao kujitokeza na kuja kwa support vijana wao ili vijana wahisi kuna deni ambalo eh, wako nalo. Mara baada ya kuzungumzia mchezo wa kesho eh, niwaambie hapa waandishi wa habari hapa Mwanza ili iweze kufika njia ni mbili tu ni ama upite kule Misungwi ama airport eh, pale sasa. Sehemu zote hizo mbili na kama kuna njia nyingine ya ziada labda ya juu kule nyingine, tutatafuta watu, tujue watu watapitia wapi. Nimeagiza na nimeweka watu, sharti ni moja tu, ili Kristina Mwagala aonekane kwenye mchezo wa kesho saa nane kamili za mchana pale CCM Kirumba. Sharti moja ni mpaka au amebadilisha wigi. Kwa hiyo kama atakuja CCM Kirumba alafu wigi halijabadilishwa, tafsiri yake ni nyepesi, hatoruhusiwa kuingia kutizama, kuzungumzia ama kufanya jambo lolote kwenye mchezo huo wa kesho. Kwa hiyo hilo ni, ni ni agizo ambalo nimeona nilitoe na niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari kuhusiana na Kristina. Kwa hiyo ni mawili tu, mkimwona Kristina Mwanza au kesho mkimwona CCM Kirumba, ni ama hayupo au lile wigi amefanya nini, amelibadilisha. Ni hayo mawili tu. kwa hiyo tofauti na hapo hamtomwona Kristina kama hatokuwa ajabadilisha wigi kwenye mchezo wa kesho. Tukutane kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. kaulimbiu yetu ni ile ile unyonge mwisho mzunguko wa kwanza, panapo majaliwa na kudwa za Mwenyezi Mungu, kwa jitihada zetu sisi, uongozi, benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki, kesho tutakwenda kufurahi kunako uwanja wa CCM Kirumba. Tukutane Kirumba kesho.